Ni nzuri amesaidia na umeboresha kwa sisi wananchi tunaishukuru, imefanya jambo muhimu kupunguza msongamano, e, hususan watu wazima. Mabasi yakiwa machache kusema kweli ilikuwa ni usumbufu e, e, wakati alikuwa machache, lakini sasa hivi yameongezeka, tutapata unafuu kwa sisi watu wazima e, na kusema kweli hatuna cha kuwalipa shauli utawala wa mama Samia kusema ukweli, mama anajitahidi. Naitwa Sikuzani Mohamed Muunzi, natokea wilaya ya Kinondoni, mkazi wa Magomeni. Tunamshukuru sana rais wetu mwanamke mwenzetu mama yetu mpambanaji Samia Suluhu Hassani kwa kutuletea haya mabasi kutupunguzia adha. Tulikuwa tunahangaika watu jinsi ya kuingia kwenye gari, tunapandiana, tunadondoshana, tunakanyagana, lakini kuanzia hii leo tumeona magari ni mengi sana ya mwendokasi tunamshukuru sana kiongozi wetu. Oktoba tuna tiki